Wasikilizaji pia watazamaji wa chaneli yako upendelevu, kuna nini News. Leo ni siku ya jumapili ya tarehe Januari 4 mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita. Haya ni matangazo yetu ya asubuhi, lakini kabla tuendelee, acha tukuombe radhi kutokana na sauti yetu ambayo sio murwa kutokana na madhaifu ya homa, mafua na mengineyo. Basi tunaomba utuvumilie, uivumilie sauti kwa namna hiyo lakini nenda kusikiliza habari tuliokuandalia asubuhi ya leo, katika yale ambayo tumekuandalia mtazamaji pia msikilizaji, nini kimetokea huko maeneo ya Rumangabo ambapo ni katikati au kuna mbuga ndogo la kuhifadhi yama ambako kuna vile vile kituo cha mafunzo ya kijeshi na ilikiwa ni eneo linalomilikiwa na M23 AFC na washirika wao wakiongozwa na RDF, jeshi la Rwanda. Nini ambacho kimetokea basi, na kuomba andamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho, lakini usisahau kauli mbio yetu, ambayo ni wewe ambaye bado huja subscribe, labda unatufata kila mara lakini bila kusubscribe, na wewe ambao ndio mara yako ya kwanza kutufata huu ni muda wako, usikose kusubscribe, yahani kujiabone usikose ku like, usikose kuacha comment yako na kutuandikia ya mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yahani yaani ku partage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Nini tumekuandalia mtazamaji pia msikilizaji hakuna Nini News? Habari tulizo nazo mapema leo hii za dokeza kwamba wapiganaji wa M23 kupitia mratibu wao wa, wa maswala ya kijeshi Sultani Makenga kwenye gwarida iliyoandaliwa huko Rumangabo, imeripotiwa kuwa Sultani Makenga ametoa mwito kwa wapiganaji wote wanaokusanyika sehemu hiyo au ambao wamekusanywa sehemu hiyo wanaopatikana sehemu hiyo wanaopatikana upande wa M23 AFC, ikiwa ni askari wanaopatikana ndani ya kundi hilo la M23 AFC, yeyote yule aliye tayari kuondoka bila masharti yoyote ile, kuachana na chama chao cha, cha M23 AFC akipendelea kwenda kujiunga na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yani FARDC iliyo na makazi yao au ambayo ina mji mkuu wake mjini Kinshasa, basi ajihorozeshe na aondoke kwa hiari bila masharti yoyote ile ao yalitangazwa na kamanda Sultani Makenga anayeongoza kijeshi M23 AFC. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, naamini watu wengi watajipa maswali hii, inawezekanaje au nini kitatokea baadaye? Wewe na mimi atufahamu, lakini ni mwenyewe aliyetangaza hayo anafahamu kila ambacho kinatokea kesho. Je, kuna wale watakaochukua nafasi yao? Je, ni mwisho wao? Je, je je je, tutajehesabu lakini, anayefahamu ni mwenyewe aliotoa kitangazo hicho. Lazima tukumbushe hapa mtazamaji pia msikilizaji ni kwamba kutokana na, na shinikizo kutoka kwa serikali ya Marekani inayoongozwa na Donald Trump kuna mambo fulani fulani yanayoonekana kwenye uwanja mapambano licha ya kwamba mapambano hayajasitishwa hivilivyo au mpaka sasa hayajakomeshwa, sehemu mbalimbali kunaripotiwa mapigano, iwe mkoani Kivu ya kusini kama vile mkoani Kivu ya kaskazini. Ikumbukwe hapa kwamba katika maeneo ya mkoa wa Kivu ya kusini majuzi tu mapambano yalianza tangu asubuhi hadi jioni kwenye viunga vinavyozunguka jiji la Uvira na ni sehemu za Kigongo, Kivovu na sehemu zingine, hata risasi zikasikika katikati ya mji wa Uvira hadi huko mjini Burundi inch, nchini Bujumbura, kumrazi nchini Burundi na sehemu za wilaya ya Masisi, vivyo hivyo ukasikika habari za kwamba ndege zisizokuwa na rubani zinazotumiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ziliweza kudondosha, kudondosha mabomu ya karibu vitu na watu wakauawa wasiopungua sita. Hata tume la kulinda amani la Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO ikalaani mauaji hayo na vitendo hivyo vilivyotumiwa na ndege zisizokuwa na rubani za jeshi la taifa katika maeneo ambayo yaliweza kulengwa na kukaripotiwa vifo vya watu wasiokuwa na hatia yoyote. Kinacho, kinachofahamika kwa sasa ni kwamba kuna mambo ambayo yanakwenda mrama kuhusiana na vita hivi vya sasa. Isifahamike ikiwa ndio mwelekeo wa kukomeshwa kwa vita vilivyo au kuna nini kitatokea, kwa sababu mkutoka, kutoka habari kutoka mkoani Kivu ya Kusini ni kwamba licha ya kuwa katika mji Uvira, kuna wale wanaosema huenda kuna baadhi ya wapiganaji wa M23 wanaondoka na kwenda kama vile walivyotangaza baada ya shinikizo kutoka serikali ya Marekani. hivyo, hivyo kuna, se, kuna wale ambao wanasema baadhi ya askari hao ah, wapiganaji wa M23 walipanda milima na huko kuna mapambano yanayoendeshwa kwenye milima inayoinukia wilaya ya Fizi na wilaya ya Mwenga na Uvira. Kitangazo hicho ambacho kimetolewa na Sultani Makenga kimewaacha wengi kujipa maswali mengi, isifahamiki nini kitatokea kesho, kesho kutwa, mtondo na mtondogoho. Lakini habari tulizo nazo za wazi ni kwamba kitangazo hicho kimetolewa, Sultani Makenga amewaomba askari wanaopatikana sehemu hiyo na ambao wanataka kutamani wanapenda kuachana na M23 AFC na kwenda kujiunga na jeshi la serikali ya jamhuri ya kidemokrasia ya Congo FARDC, basi wajiorozeshe na waondoke bila masharti yoyote ile, na mchakato wa kuondoka kwao kutoka kwenye ngome au upande wa M23 AFC utaendeshwa na shirika la Msalaba Mwekundu duniani ICRC, CRC, CIRC. Ndio hao watahusika na mchakato wa kuwasafirisha yani, kuondoa wao wapiganaji waliokubali au watakaokubali kuachana na M23 AFC na kwenda kujiunga na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Ni hayo ambayo tumepokea leo hii, watazamaji pia wasikilizaji, wako Kuna Nini News. Kile ambacho kinatokea baadaye kwetu bado hatujafanikiwa kukipata au kujua sababu, lakini ni mwenyewe aliyotoa aliyotoa tangazo hilo anafahamu nini kitatokea kesho, kesho kutwa, mtondo mtondo, goko. Ila hiyo ndio tulioandalia kwa leo kuwafahamisha watazamaji, pia wasikilizaji wetu kwamba Sultani Makenga anayeongoza kijeshi AFC M 23 huko Rumangabo, kwenye kituo cha Rumangabo, ametoa kitangazo na kutoa mwito kwa wapiganaji wao wanaotamani kuwahacha, kuondoka, kuachana nao na kwenda kujiunga na jeshi la Kongo FARDC, basi wapandishe au wanyooshe mikono juu ili waorozeshwe, na shirika la Msalaba Mwekundu duniani iko au ipo tayari kuwasafirisha kuwatoa sehemu walioko M23, na, na kuwapeleka sehemu ambako serikali inaongoza basi tuyachie bajera muda. Na nikufikia hapo sina cha ziada mtazamaji pia msikilizaji. Ni hapo tumekomesha matangazo yetu. Acha nikupe nafasi wewe ambaye unatufuata na kutusikiliza, usiondoke kabla hujasubscribe, yani kujia bodi. Usikose ku like, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo. Na kwa mwisho usikose ku share yani kupartage, kuwasambazia wengine. Wewe utakuwa na mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Nasema kwa mara nyingine tena, mtu erazi kutokana na sauti sio kuamurwa basi Acha tukushukuru wewe kwa muda wako, hadi tutakapokutana tena, wani, nasema asante.